Jina naitwa Elichiria Shao. Ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani katika hospitali ya rufaa ya KSMC. Lakini pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha tiba cha svi KSMC, KSMC University. Lakini pia uh, kwa muda wangu wa ziada nafanya kazi na Mega Afya Business Company Limited. Uh, leo tulitamani tuelimishe jamii yetu masuala ya msingi kuhusu matumizi sahihi ya madawa na anasema matumizi sahihi ya madawa, kwa sababu kuna changamoto kwenye matumizi ya dawa uh, kuanzia dawa zile za hospitali, lakini dawa zile ambazo edha za, ambazo wanatengeneza dawa mbadala, lakini pia dawa ambazo zinatakiwa zitumike labda kwa wanyama. Kwa hiyo unakuta hata watumiaji wa kwa dawa kwa wale wanaofuga mifugo, na wenyewe wanatumia dawa kwa namna tofauti. Kwa hiyo vyote hivyo vinasababisha madhara kwa ajili ya afya za wanadamu na, na, wanyama lakini mazingira lakini hata na mimea, kutokana na matumizi ambayo sio sio sahihi. Na ninavyosema matumizi sahihi, kwa mfano dawa za binadamu, mtu anatakiwa atumie maelekezo yale ambayo amepewa na daktari, kwa dozi ile ambayo anatakiwa atumie, na amalize dawa kwa kipindi ambacho ametakiwa kumaliza, na masharti mengine ambayo labda asichanganye hizo dawa na vitu vingine, ayafuate ili yale matumizi yaweze kumpa matokeo sahihi ya shida ambayo inamsumbua lakini kwa siku za usoni kumekuwa na ongezeko la matumizi ya dawa ambayo sio sahihi. Mtu akisikia chochote, mtu akipata homa, hajapima chochote, unaweza kuta homa imesababishwa na virusi, imesababishwa labda na malaria, lakini ye anaenda dukani, anachukua antibiotics anaanza kutumia. Sasa matumizi yale holela uh, ya antibiotics yanasababisha baadaye uh, tunakuwa na vimelea ambavyo ni sugu, ambavyo havikubali dawa. Kwa hiyo kama ulikuwa unatumia uh, antibiotics fulani, ina- inaondoa vile vimelea mwilini, unaitumia hiyo antibiotics inakuwa ifanyi kazi tena, kwa sababu vile vimelea vishatengeneza usugu, kwa hiyo vinakuwa kwa hiyo baadaye tunapoteza watu wetu, wanaugua wanaenda hospitali, magonjwa ambayo yalikuwa anatibika yatibiki, watu wanakufa kwa sababu ya matumizi ambayo sio sawa ya yeah, dawa nah. Lakini pia kingine, kuna watu wanapata madhara. Tuliona hata uh, tukiangalia nyuma kipindi cha corona, kuna watu walichukua antibiotics wakatumia wakati corona ilikuwa ni imesababishwa na virusi kwao, wakatumia antibiotics nyingi sana na baadaye wengine wakapata madhara kutokana na zile antibiotics, lakini walikuwa wanatibu corona, ambayo corona ni kirusi na kinahitaji dawa za virusi, lakini sio antibiotics. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo kwa jamii yetu inabidi tuwaelimishe waweze kutumia dawa sahihi. Hata zile dawa mbadala ambazo wanatumia, labda unakuta wanatumia mitishamba ambayo haina kipimo. Sasa haijulikane anatumia kiasi gani. Kwa hiyo baada ya muda unakuta anapata madhara kama madhara kwenye ini au figo au moyo unapata shida. Kwa hiyo elimu kwa jamii ni muhimu sana wenye kuhakikisha kwamba wanatumia dawa vizuri. Na sisi kwa mfano kwa hospitali ya KCMC uh, kushirikiana na Mega Afya kuna kitabu uh, nimeandika, nimeandika mimi na waandishi wengine, kuna waandishi wengine walihusika kwa KCMC pia. Yuko bwana anaitwa Peter Benedict ambaye uh, ni mfamasia wa KCMC, lakini kuna mfamasia mwingine anaitwa Ronald Shao na kuna daktari mwingine anaitwa Haines Shao, wote tumeshirikiana kwa ajili ya Haines Shao yanatoka hospitali ya Haidom o tumeshirikiana hmm, kutoa hichi kitabu cha Kiswahili kimeandikwa Kiswahili kwa ajili ya kuelimisha jamii namna sahihi ya matumizi ya dawa kuanzia matumizi ya dawa za binadamu hata matumizi ya mifugo, kuanzia kiasi wanachotakiwa kutumia, muda anaotakiwa kutumia, kama ni vidonge au dawa ya kwenye mshipa, lakini na maelezo mengine kwamba akiona madhara ambayo inatokana labda na dawa zile afanye nini. Kwa hiyo ni eneo ambalo kidogo alijafanyiwa kazi na lina changamoto nyingi, na hata ukifuatilia uh, tafiti za zinaonyesha hata kwenye shirika la afya duniani inaonekana kwamba ukichukua watu mia moja hizi ni tafiti ambazo zimefanyiwa nchi zilizoendelea. Ukichukua watu mia moja ukawapa maelekezo ya kwenda kutumia dawa, wanaotumia sahihi kama ambavyo yameelekezwa ni asilimia hamsini. Kwa hiyo asilimia ingine hamsini inatumia tofauti. Kwa hiyo kuna kuna changamoto kwenye matumizi ya madawa. Sasa hiyo ni nchi ambazo zimeendelea, kwa nchi zetu ambazo zijaendelea pia sio kawaida yetu na sio utamaduni wetu kwamba watu wana, wasome labda ameenda akanunua dawa asome lile cover la dawa kwa nje asome vile eh, viambatanishi karatasi zile ambazo zimewekwa zile zinazoonyesha matumizi ya dawa huwa sio watu wote wanafanya hivyo. Sasa tunashauri watu wao wanahitaji kufanya hivyo, sababu unaweza kutana jingine zime expire afu unaenda kutumia zinakuletea madhara ambayo ungesoma ungeona kwamba expiry date imefika salama lakini nyingine zinaweza kuonyesha kwa kwamba zina madhara fulani, kwa hiyo ukiaonao madhara unajua hii ni kwa sababu ya dawa, na nyingine labda zinasema kwamba kwa mtu ambaye ana mzio au allergy ya sulfa asitumie hii dawa, unakuta imeandikwa kwenye yale maelekezo au kwenye cover zile za, za dawa, boxi zile za dawa. Kwa maeneo kama hayo ni maeneo ambayo tunatamani um, wananchi wa, wa, wa waweze kuangalia waweze kujifunza wajue, kwa mfano unaweza ukakuta una dawa nitumie nitumie. Mfano, unaweza kuta una dawa kwa mfano, hii ni alupurino. Sasa alupurino huwa siku zote ina maelezo huku, kuna box zile ile karatasi zake iko ndani, ina maelezo lakini pia hata nje hapa kuna maelezo ambayo yako ya kutosha ya namna ya kutumia dawa, lakini ni mara chache sana unakuta watumiaji wanasoma haya maelekezo. Haya maelekezo ni muhimu sana kwamba yanaonyesha wewe kama una uzito fulani, utumie dawa kiasi fulani. Wewe labda una